Tunatarajia kuwa na jukwaa kubwa la uh, maendeleo ya ushirika mkoa ambalo tunatarajia mgeni wetu rasmi atakuwa ni mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tukio hilo litafanyika kwa siku mbili, siku ya tarehe kumi na nne lakini na siku ya tarehe kumi na tano. Uh, jukwaa hili linawakutanisha wanaushirika wote wa vyama vya ushirika vya wavuvi, vyama vya ushirika vya kilimo, vyama vya ushirika vya vya wafugaji lakini pia vyama vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS vinavyotoka katika maeneo ya halmashauri zote nane: Buchosa, Isungwi, Sengelema, Magu, Kwimba, Jiji na Ilemela na Ukelewe. Wote watakutana hapa kwa lengo la kujadili mafanikio, lakini changamoto wanazokabiliana nazo. Lakini jukwaa hili sio tu linakutanisha wanaushirika, linakutanisha pia na wadau wadau wa kimkakati na wadau wasimamizi. Tutakuwepo na chuo cha ushirika cha MOC, tutakuwepo na watu wa shirika la ukaguzi kwa COASCO. Kama tunavyofahamu, mkoa wa Mwanza unacho chama kikuu cha ushirika kimoja ambacho kinaitwa Nyanza Cooperative Union na ye pia atashiriki katika jukwaa hilo. Lakini sambamba na hilo, Nyanza pia ana atakuwa na ofata, anapata fursa ya kueleza mikakati yake mbalimbali ambayo amejipanga nayo kwa ajili ya kufufua ushirika katika maeneo anayoyasimamia ikiwemo na vyama vyama wanachama wa Nyanza Cooperative Union. Uh, jukwaa hilo litakuwa kwa siku mbili kama nilivyosema hapo mwanzo. Siku ya kwanza tutakuwa na bonanza. Hilo bonanza linaitwa Nyanza Bonanza. Lengo la lile bonanza ni kuwakutanisha wana ushirika na wadau kuwa na mechi za kirafiki, ili ni kwa ajili ya kuimarisha mahusiano. Kutakuwa na mpira wa miguu ambao tunatarajia kuwa na timu ushirika na timu benki ambapo wanaoshirika tayari wameshajiandaa na wameshakuwa wanafanya mazoezi kwa ajili ya ku, ya kwa ajili ya kufanya mechi siku ya, ya Bonanza. Lakini timu ushirika ile itacheza pamoja na timu benki. Timu benki watakao shiriki pale ni timu ya NMB, CRDB, Cooperative Bank of Tanzania, lakini tutakuwa na na, na na NBC Bank tunayo uh, benki ya Stanbic Bank na mabenki mengine yote wameunda timu moja mdhamini ma, wa haya ma mashindano au mabonanza hili ni Nyanza Cooperative Union. Lakini pia kutakuwa na mchezo wa bao, kutakuwa na mchezo wa kuvuta kamba, kutakuwa na kukimbiza kuku, kutakuwa na kukimbia kwa kutumia magunia. Yote hiyo michezo itakuwepo katika uwanja wa Nyamagana tarehe 14 mwezi wa kumi, mwezi wa tano mwaka 2025. Lakini siku ya tarehe 15 ndio tutakwenda kufanya hilo jukwaa letu ambalo sasa jukwaa hilo litakuwa na maandamano yataanza ofisi ya mkuu wa mkoa saa 2 kamili, kuelekea ukumbi wa Mwanza hoteli. Jukwaa letu linatarajia kufanyika kwenye ukumbi wa Mwanza hoteli tarehe 15. Kwa hiyo maandamano yale, tunawakaribisha wanaushirika wote, tunawakaribisha wadau wote kuandamana. Tutakuwa na sare maalum ambazo zimetolewa ni t-shirts. Tunatarajia tuna, tuna, tuna tuanzie hapa maandamano wote kwa pamoja kuelekea kwenye ukumbi wa Mwanza hoteli katika jukwaa lile tunatarajia tueleze mambo mbalimbali yanayofanywa na vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza, lakini tutaeleza mambo mengi yanayofanywa na tume ya maendeleo ya ushirika kama msimamizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza. Yako mambo mengi, kutakuwa na uzinduzi wa mfumo mkubwa kabisa wa kidijitali utakaozinduliwa kwa sakosi zetu za Mwanza ambao utafanyiwa demo pale pale pale pale, na huduma zitatolewa, lakini pia siku hiyo kutakuwa na ufunguaji wa account. Tutafungua account za wakulima, tutafungua account za vyama vya ushirika, kwa kwa maana ya benki yetu ya ushirika ya Tanzania ambayo ni Coop Bank. Coop Bank hii kama ambavyo imesajiliwa imeshaanza kazi katika matawi manne, lakini Mwanza tutakuwa na tawi litakalokuwa ni wakala pale Nyanza Union. Kwa hiyo tunahamasisha vyama vyote vya ushirika na wana ushirika wote wafike siku hiyo waweze kufungua akaunti, lakini pia tunaendelea kuwahimiza waweze kuwekeza. Wale ambao wameshawekeza, tunawashukuru waendelee kuongeza uwekezaji wa kununua hisa, lakini vyama vya ushirika pia na wana ushirika tunaendelea kuwahimiza wale ambao wa bado waweze kununua hisa na wafungue pia akaunti zao. Kwa hiyo siku hiyo kutakuwa na zoezi kubwa pia litakalokuwa likiendelea pale la ufunguaji wa akaunti kwenye Coop Bank kaunti za vyama vya ushirika. Lakini sambamba na hilo kutakuwa na mafunzo ya ujasiriamali kwa vyama vya ushirika vyote. Lakini kutakuwa na mijadala mbalimbali ya mafanikio yaliyo ya vyama hivi vya ushirika ambao watakuwa wanabadilishana uzoefu. Nani kafanikiwa wapi? Na mwenzake aweze kujifunza. Nani kakwama wapi? Tuweze kushauriana namna ya kupata suluhisho kwa pamoja. Kwa hiyo jukwaa lile linajadili fursa zilizopo kwenye vyama vya ushirika ambazo tunawakaribisha wadau kuja kufanya kazi na sisi.